ODM wamebaini kuwa wataendelea kusalia kwenye serikali jumuishi na katu hawatakubali tena kuwa chama cha upinzani. Wakiendelea na maadhimisho ya miaka 20 tangu kuundwa kwa chama cha ODM, viongozi hao wakiongozwa na Naibu Kinara wa ODM Gavana Abdulswamad Nassir wamesisitiza kuwa katika uchaguzi wa mwaka 2027 watajiunga na muungano utakaoshinda uchaguzi au wajitose kwenye uchaguzi wao wenyewe kama chama kwa sasa mpaka mwaka elfu mbili ishirini na saba tunasema sisi tuko ndani ndani ndani ndani ya broad base government, na ikifika mwaka elfu mbili ishirini na saba kama walivyotangulia wale wengine kusema, we will refuse to be in the opposition. Mambo ni mawili, tunaingia kwa coalition ama tunaingia katika urais sisi wenyewe, we are either in a coalition or we are going in it to win it. Tuko katika broad based, lakini sisi tumejipanga, tutahakikisha ya kwamba ODM is going to form the next government or they will be part of the next government. ODM will never be called an opposition party again in this world. Kwa, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kisi Mukae imara na chama ya ODM kwa sababu ODM imeleta mambo ambaye imeendelesha hii Kenya leo hii tuko katika broad base. hiyo broad base imeleta Raila na ikaleta Ruto leo tumekuja hapa kusherekea chama yetu kwa msimamo wake kwa miaka ishirini mimi nikiwa hapa nimechaguliwa kwa hii chama kwa sasa ni miaka yangu ya nane tukiwa wachache, hatuwezi heshimika. Tukiwa wengi, tutaheshimika. Saa hii mimi nataka kuambia, tushikilie chama yetu, ndio tuwe wengi kabisa, ndio tuweze kupata heshima kote mpaka nchi yote na area hiyo.